igwa kwenye eneo la e, matatizo ya dharura kwa maana emergency physicians tunao wawili, lakini tunao madaktari bingwa wa watoto wawili, tunao naye daktari bingwa wa, wa macho mmoja, lakini daktari bingwa wa afya ya akili mmoja, lakini pia na daktari bingwa katika eneo la e, pua masikio pamoja na koo kwa maana ENT kwa hiyo tunazo hizo huduma na madaktari wetu. Katika ngazi ya mkoa pia wamekuwa waki wakitumia njia hii ya kuweka kambi katika baadhi ya katika halmashauri zetu. Kwa hiyo kwa kifupi, huo ni utangulizi kuhusiana na mkoa wetu wa Songwe ambao wana halmashauri tano. Kwa hiyo timu ambayo atakuja kueleza mratibu eh, kwa ujumla wake watajigawa kwenda kwenye hizo halmashauri. Kwa mara nyingine tena nimempendeza Mheshimiwa Rais kuwaleta tena katika mkoa wa Songwe kuja kuendeleza na kuwa jeng... kuwapa wananchi huduma za kibingwa. So, pamoja na zoezi hili, kuna vituo ambavyo pia vitajengwa uwezo na kuanzisha huduma za upasuaji. Faida kuu ya ujio wa madaktari bingwa hawa ni kuwaletea wananchi wa e, mkoa huu wa Songwe huduma za kibingwa kwa namna nafuu ambao haitawalazimu kwenda kutafuta huduma za kibingwa mbali na kwa gharama kubwa. Huduma hizi zitatolewa hapa hapa na watafaidika nazo huduma hii kwa awamu mliopita, wananchi zaidi ya elfu mbili waliweza kuhudumiwa. Pia ni matarajio yetu kuwa idadi hii pia inaweza ongezeka kwa ujio huu tena wa madaktari bingwa katika mkoa wa Songwe. Natoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Songwe kutumia fursa hii adhimu ambao Mheshimiwa Rais ameisogeza karibu na wao, unufaika na huduma za kibingwa ambazo ziko ndani ya mkoa wa wao. Pia nishukuru Mheshimiwa Rais kwa majitoleo yake kwa wananchi wake kwa kuwasogezea huduma hizi karibu na wao. Nishukuru pia wizara ya afya ambayo imefanya maandalizi yote pamoja na mkoa kuhakikisha kwamba huduma hizi na, na mabingwa hao wameweza kufika na huduma zinapatikana katika vituo vilivyoainishwa.